Moja kati ya matukio ambayo yamemake headline huku mtandaoni, bwana, ni hili tukio la Mwijaku eh, kuzuiwa kuingia katika E, ile sherehe ambayo ilikuwa imeandaliwa na Diamond Platinumz yani, ile hafla ya iftari ambayo alikuwa ameiandaa Diamond Platinumz pale Masaki Superdome jijini Dar es Salaam siku ya jana. E, moja kati ya vitu ambavyo vimeenda viral kumbe ile watu ilikuwa ni business strategy ambayo ni promotion strategy ambayo Diamond aliamua kuitumia, kwamba of course ilikuwa ni alitangaza kama futari, lakini at the end of the day ni kwamba ilikuwa ni kwa purpose ya kupata nafasi pia ya kutangaza kuhusiana na biashara yake ya sabuni. Kwa hiyo kulikuwa kuna mialiko na ulikuwa uruhusiwi kuingia bila kadi. Basi Mwijaku naye pia alienda, kadi iko wapi? na kwa na so ikabidi tu afanye maujanja nafasi ya kuingia. So hii video imeenda viral kweli huko mitandaoni kuhusiana na kwamba watu wakiwa kwamba Mwijaku alizuiwa kuingia mule Superdome Masaki.

Ya, yeah, so kitendo cha Mwijaku kuzuiwa pale mlangoni kimemake headline. Kama nilivyokwambia, ni kwamba page mbalimbali mbali zimekuja kulizungumzia swala hilo eh, na hapa ni kwamba kwa mfano hapa ya, yeah. So peji mbali mbalimbali bwana, zimekuja kuripoti kuhusiana na kitendo cha Mwijaku kuzuiwa kuingia eh, mule Superdome. Kwa mfano hapa kuna peji wamekuja wameandika kwamba eh, kuna peji hapa wameandika hivi kwamba Mwijaku kwenda kwenye futari ya Wasafi, kaenda kwenye futari ya Wasafi bila kadi amepata usumbufu kidogo mlangoni alizuiwa. Kwa mtu mwingine anasema bwana Diamond, kwa hiyo kamualika kwa maneno tu, hajampa kadi ili amdhalilisha baba wa watu na ndevu zote hizo. Kwa mtu ameandika hivyo kwamba kumbe Diamond, inasemekana kwamba alimwalika Mwijaku eh, lakini at the end of the day kumbe hakupewa hiyo kadi. Sasa kutokana na hivyo basi, alipofika pale akazuiwa, kwa hiyo ni kama vile amemdhalilisha Mwijaku. Kwa hiyo kuna page ameandika hivyo. Kuna mtu amesema bwana Mwijaku amezuiwa na walinzi kwenye iftari ya wasafi, kwa hiyo ikabidi Mwijaku pale aanze kuhangaika huko na kule eh Ndoo mwingine hapa Kari anasema sema kwamba Mwijaku kimemramba getini, ali eh, aliwaleta walinzi, aliwaletea walinzi usta ili aingie, imekuwa mbinde. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. So moja kwa moja ukiwa kama mdau bwana, hebu na wewe pia tuweke maoni yako katika comment section eh. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.